Hivi umeshawahi kujiuliza kuwa ukifa nafsi yako inaenda wapi? Huyu mwamba alikuwa tajiri sana, alipata ajali na kufariki ghafla. Karibu Edi, gari yangu iko wapi? Gari yako ipo duniani na hapa upo mbinguni. Alijutia sana, kwa nini hakutenda mema wakati wa uhai wake. Katika ulimwengu wa roho, aliona mambo mengi ya kutisha sana Malaika wa hukumu yupo mbele yake akimsomea mema na mabaya aliyofanya wakati wa uhai wake duniani. Je, unajua ni nini kilitokea kwenye hadithi hii? Sasa, kabla sijaanza simulizi hii, hebu kwanza like, kisha ni follow au subscribe, alafu niandikie kwenye komenti kuwa unaangalia simulizi hii ukiwa wapi na ni yapi maoni yako. Okay, tuyanze simulizi yetu. Usiku ulikuwa umevaa joho jeusi, lakini kwa Edi giza halikuwepo ndani ya klabu maarufu ya hailaifu iliyopo katikati ya jiji kaa za rangi mbalimbali mbali zilimulika kama radi za bandia. Edi au Don Edi kama walivyomwita wapambe wake, alikuwa amekaa kwenye kochi la VIP akizungukwa na wasichana warembo na chupa za bei mbaya za shampeni na wiski. Edi alijulikana mjini kote. Hakuwa tajiri tu, alikuwa tajiri wa kutupwa. Magari yake yalibadilishwa kama nguo na nyumba yake ilikuwa kama ikulu ndogo lakini sifa yake kubwa haikuwa utajiri wake, bali jinsi alivyoutumia. Mwaga bia kwa bia, kwa wote umu ndani, bosi Edi nitalipa. Alikuwa mpenda anasa, mlevi kupindukia, na mtu asiyejali hisia za mtu yeyote yule aliye chini yake. Ongeza nyingine leo, bili kwa Edi, alipiga kelele, huku akinyanyua glasi juu, pombe ikimwagika kwenye shati lake la hariri. Saa nane usiku ilipofika, Edi alikuwa hajiwezi. Alisimama kwa kuyumba, akawasukuma wapambe waliotaka kumshikilia. mimi ni Edi bwana, naweza kuendesha gari hata nikiwa nimelala, alijigamba kwa ulimi mzito. Aliingia kwenye gari lake jipya aina ya Range Rover Sport, akawasha injini iliyonguruma kama simba mwenye njaa. Barabara ilionekana kwake kama uwanja wa mashindano. Alikanyaga mafuta, gari ilichanja mbuga, ikapita taa nyekundu kama vile hazipo. Mita chache kabla ya kufika nyumbani kwake, kwenye kona kali, Edi alipoteza mwelekeo. Mwanga mkali wa lori uliomjia usoni ulimchanganya. Gari la Edi lilipaa na kubiringika mara tatu kabla ya kutulia bondeni. Kimya kilitawala, damu ilichuruzika na pale pale, pumzi ya mwisho ya Don Edi ilikoma. Ghafla, maumivu yote yalitoweka. Edi alifumbua macho. Hakukuwa na giza wala hakukuwa na maumivu ya ajali. Alijikuta amesimama kwenye uwanda mpana usio na mwisho, akiwa amevalia joho jeupe pepe laini kuliko hariri yoyote aliyowahi kuivaa duniani. Karibu Edi, gari yangu iko wapi? Gari yako ipo duniani na hapa upo mbinguni. Mbele yake alisimama kiumbe mrefu mwenye mabawa makubwa meupe na uso unaong'aa kiasi kwamba Edi alishindwa kumtazama machoni. Karibu Edi. Sauti ya malaika ilisikika kama maji yanayotiririka, yenye mamlaka na utulivu. Edi alitetemeka. niko wapi? gari langu? Ajali? mwili wako umepumzika duniani, Edi. Hapa ni ulimwengu wa roho, uko mbinguni kwenye lango la hukumu, malaika alijibu. Kabla Edi hajajibu, malaika aliendelea. Kabla hatujafanya hesabu ya mema na mabaya yako, nimepewa ruhusa ni kutembeze. Utaona mbingu ilivyo, na utaona moto ulivyo. Unataka kuanzia wapi? Edi akiwa bado na kiburi cha kidunia na matumaini ya kuwa yeye ni mtu, alijibu haraka, tuanzie mbinguni. Nataka kuona makazi yangu. Malaika alimshika mkono na kwa kasi ya wazo walijikuta wamesimama kwenye bustani ambayo uzuri wake hauelezeki kwa lugha ya kibinadamu. Mito haikuwa ya maji tu, ilionekana kama maziwa na asali ikitiririka kwa utulivu. Hewa ilijaa harufu ya manukato ambao edi hakuwahi kuisikia popote. Edi aliona makundi ya watu wakiwa wamevaa mavazi meupe yanayomeremeta kama almasi. Walikuwa wakiimba nyimbo za sifa, nyuso zao zikiwa na furaha ya milele. Hakukuwa na jua lakini kulikuwa na nuru kuu iliyotoka kila mahali. Nataka nimwone Yesu, Edi alisema kwa shauku, akiamini kuwa hadhi yake inamruhusu. Malaika alimwangalia kwa jicho la huruma. Yesu utamwona tu pale utakapofanyiwa hesabu yako ya mema na mabaya na kukubaliwa kuingia huku moja kwa moja. Edi alijisikia mnyonge kidogo. Basi, basi, nataka kuwaona wazazi wangu, mama yangu na baba yangu walikufa zamani. Ghafla, mwanamke mmoja alijitenga kutoka kwenye kundi la waimbaji. Alikuwa anang'aa, uso wake hauna mikunjo ya uzee wala maumivu. Alikuwa mama yake Edi. Mwanangu, mama alimwita na kumkumbatia. Edi alihisi upendo ambao hakuwahi kuupata kwenye klabu zake za anasa. Mama umependeza sana, Edi alilia. Kisha akaangaza macho huku na kule. Baba yuko wapi? Si naye alikuja huku? alikuwa mtumishi wa Mungu, mchungaji mkubwa. Uso wa mama ulibadilika kidogo, ukawa na huzuni iliyofichika. Mwanangu, baba yako hayupo hapa. Hayupo? Inawezekanaje? Alijenga makanisa, alihubiri Injili, Edi alifoka kwa mshangao. Malaika aliingilia kati. Baba yako alikuwa mchungaji kwa jina Edi, lakini moyoni na sirini alikuwa akitumia nguvu za giza. Alijifanya anatoa msaada na kuponya kumbe alikuwa akiwatupia waumini wake mapepo bila wao kujua, ili wamtegemee yeye. Aliuza nafsi yake kwa Ibilisi ili apate umaarufu na pesa. Huku mbinguni tuna hukumu moyo si matendo ya nje. Maneno yale yalimchoma Edi kama mshale wa sumu. Baba yake, shujaa wake, alikuwa tapeli wa kiroho. Sasa twende ukaone upande wa pili, malaika alisema. Mazingira yalibadilika ghafla. hewa safi ilipotea ikachukuliwa na harufu ya kiberiti, Nyama kuungua na moshi mzito. Joto liliongezeka kuwa kali kuliko tanuru la kuyeyushia chuma. Walifika ukingoni mwa shimo kubwa. Chini kulikuwa na ziwa la moto linalotokota kama lava ya volkano. Kelele za kilio, kusaga meno na majuto zilitanda angani. Edi aliogopa. Miguu ilimtetemeka. Angalia kule, malaika alinyoosha kidole. Katikati ya ndimi za moto, Edi alimwona mtu akijaribu kukwea juu lakini anarudishwa na minyororo ya moto alikuwa baba yake uso wake ulikuwa umejaa mateso yasiyoelezeka edi mwanangu nisaidie maji tone la maji baba yake alipiga kelele iliyopasua moyo wa edi edi aliziba masikio hakuamini macho yake pembeni ya baba yake alimwona kiongozi mwingine wa dini aliyemjua duniani na mwingine kutoka dini tofauti sheik maarufu wote hawa walikuwa watu walioheshimika duniani walioaminika kuwa ni daraja la kwenda kwa mungu Hawa wote, malaika alieleza kwa sauti ya kutaabisha, walitumia vibaya vyeo vyao, walitumia dini kama biashara, walizini, waliiba sadaka za wajane na walipotosha ukweli kwa faida zao. Huku ndiko walikochagua. Edi aliona viongozi wa kisiasa, matajiri aliowajua, wote wakiteseka. Alianza kuhisi hofu ya kweli juu ya nafsi yake mwenyewe. Wakati wakirudi kwenye geti la kuingia peponi kwa ajili ya hukumu, Edi aliona tukio la kushangaza. Lango la peponi lilifunguka na mtu mmoja alikuwa akikaribishwa kwa shangwe. Edi alimkazia macho, alimjua. Malaika, subiri! Edi alipiga kelele, huyo jamaa namjua, huyo ni Chidi mlevi. Huyu jamaa alikuwa halali nyumbani kutoa, yuko baa anatukana watu, mlevi wa kupindukia. Mtakuwa mmekosea kumpeleka peponi huyo. Malaika alitabasamu kidogo, tabasamu lililojaa hekima. Edi, wanadamu wanaangalia matendo ya wazi, Mungu anaangalia moyo na sadaka ya dhati. Ni kweli Chidi alikuwa mlevi na alikuwa na shida zake, lakini alikuwa na moyo wa dhahabu ambao wewe hukuwa nao. Kivipi? Edi aliuliza kwa wivu. Pamoja na ulevi wake, huyu Chidi alisaidia yatima wengi kimya kimya. Hakuwahi kumpita mjane bila kumpa chochote alichonacho na unakumbuka miaka kumi iliyopita? Malaika alimvuta Edi kwenye kumbukumbu. Picha ilitokea hewani. Edi alijiona yeye mwenyewe, sio huyu tajiri, bali wakati alipokuwa maskini sana zamani. Alikuwa amekaa nje ya chumba chake, mwenye nyumba amemtolea vyombo nje kwa kukosa kodi. Chidi mlevi alipita akiwa amelewa, akamwona Edi analia. Usilie, chukua hii mwanangu, talipia kodi Chidi aliingiza mkono mfukoni akatoa pesa zote alizokuwa nazo, pesa ambazo angezipeleka baa. Akamlipia Edi kodi na kumwachia pesa ya kula. Alikusaidia wewe wakati huna kitu, malaika alisema. Tendo lile moja la huruma na mengine mengi aliyofanya kwa siri yamefunika dhambi zake nyingi. Alitubu dakika yake ya mwisho kabla ya kufa, na kwa sababu ya moyo wake wa kutoa, rehema imemshukia Edi. Aliinamisha kichwa, alikumbuka siku hiyo. Alikuwa amesahau kabisa wema wa Chidi. Baada ya kupata utajiri, zamu ya Edi ilifika. Kitabu kilifunguliwa, malaika alimwangalia Edi. Hakukuwa na haja ya kusoma sana. Edi, malaika alisema kwa uzuni, ulipata utajiri lakini ukasahau maskini, ulipata nguvu ukanyanyasa wanyonge, ulilewa anasa ukasahau nafsi yako. Hata huyo mlevi aliyekusaidia hukumwona wa maana ulipotajirika. Edi alijua hatima yake kichwani. Mwake alijua yeye ni kuni ya moto tu. Malaika, naomba msamaha, Edi alilia, lakini alijua ni wakati wa haki, sio rehema tena. Malaika aliinua mkono kuelekeza kule kwenye lile ziwa la moto. Edi aliona giza likimkaribia, joto lilianza kumwunguza. Alifumba macho akipiga kelele, nipe nafasi nyingine, nipe nafasi nyingine! Ghafla katikati ya ile hofu alisikia sauti. Sio ya malaika, sio ya Mungu, ilikuwa sauti ya mwanadamu, ya mbali sana. Oya, vipi wewe? Sauti ilizidi kuwa kubwa. Picha ya mbingu na moto ikaanza kuyeyuka kama ukungu. Wewe Edi, amka bana. Edi alikurupuka kwa mshtuko mkubwa. Moyo wake ulikuwa ukidunda dudududu kama ngoma za asili. Hakukuwa na klabu, hakukuwa na Range Rover. Hakukuwa na malaika wala joho jeupe. Aliangalia mikono yake, ilikuwa michafu, imejaa weusi wa mkaa. Aliangalia mavazi yake, yalikuwa yamechanika na kutoa harufu ya jasho la siku nzima. Alikuwa kwenye kibanda chake cha miti kilichojaa magunia ya mkaa. Jua kali la Dar es Salaam lilikuwa likipenya kwenye matundu ya bati na kumpiga usoni. Tumbo lilunguruma kwa njaa kali, hakuwa amekula tangu jana usiku. Kumbe kumbe, ilikuwa ndoto. Edi alinongona, sauti yake ikiwa kavu. Mimi siyo tajiri, mimi bado ni muuza mkaa. Kilio kilimkabana kooni. Ile ndoto ilikuwa tamu sana upande wa utajiri na ya kutisha sana upande wa hukumu, lakini kurudi kwenye umaskini huu uliokithiri ilikuwa maumivu mengine mapya. Mbele yake alisimama rafiki yake wa zamani Juma, lakini Juma huyu hakuwa kama Edi. Juma alikuwa amevaa suti ya gharama, ananukia pafimu kali na mkononi kashika funguo za gari aina ya Prado iliyokuwa imepaki nje ya kibanda cha mkaa. Vipi, mbona unalala mchana kweupe na jua lote hili? Juma aliuliza, huku akipangusa vumbi kwenye kiatu chake cha ngozi. Edi alimtazama Juma kwa wenge la usingizi lililochanganyika na njaa. Kumbukumbu ya ndoto bado ilikuwa mbichi: moto ule, baba yake akiteseka, mlevi akiingia peponi. Juma alimsogelea, akatoa tabasamu la kishkaji, lakini lenye maana nzito. Edi, rafiki yangu, tumehangaika wote sana. Unakumbuka uliniambia nini mwezi uliopita? Ulisema unataka utajiri, umechoka kuishi kama panya. Edi aliitikia kwa kichwa kinyonge, ndiyo, nimechoka Juma. Juma alimshika bega. Sasa nimekufuata leo, ndio ile siku nikupeleke kwa mtaalamu huyu. Mzee hatani, unatoa kafara kidogo tu, unakuwa tajiri wa kutupwa kama mimi au zaidi Magari, pesa, heshima, vyote vitakuwa vyako. Maneno ya Juma yaligonga kengele kichwani mwa Edi. Tajiri wa kutupwa, hilo ndilo jina alilokuwa nalo kwenye ndoto. Kafara, nguvu za giza, hicho ndicho malaika alichomwambia kuhusu baba yake, kwamba alitumia nguvu za giza na sasa anaungua motoni. Edi alikaa kimya akitafakari. Picha mbili zilipigana kichwani mwake. Picha ya kwanza, yeye ni tajiri, anaendesha Range Rover, anakula na kunywa lakini mwisho wake ni moto wa milele na mateso kama ya baba yake. Picha ya pili yeye ni maskini wa kutupwa, anauza mkaa, anadharauliwa, analala na njaa, lakini labda ana nafasi ya kuingia peponi kama yule mlevi, kama akibadilika. Hali halisi ilimchapa usoni. Duu, hii ni noma sana. hivi ingekuwa ni wewe ungefanyaje?